Mpenzi wa mashairi, karibu katika mashairi ya Dominika ya tano ya Kwaresima. Na shairi letu la leo latoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi tatu kuanzia mstari wa nane hadi wa kumi na nne. Na kibwagizo la shairi letu linakwenda hivi. Nakaza mwendo nipate kulishika yake Kristo sabu hasara, kwa uzuri so kifani. Kumjua kila mara, Kristo Bwana maishani. Ni nuru yangu ilobora, mwangaza yangu imani. Na kaza mwendo nipate, kulishika yake Kristo. Ameniachisha vyote kama mavi nikaona. Nimpate kwa vyovyote, ambaye ni wangu Bwana. Ndiyo nifikie kwote, nikae ndani mwa Bwana. Nakaza mwendo nipate, kulishika yake Kristo. Si kwa haki na sheria, ni Mwokozi na imani Mungu tathibitishia, haki yake duniani. Kwake nafsi tatulia, siwezi kosa amani. Nakaza mwendo nipate, kulishika yake Kristo. Nijue uweza wake, Kristo liyenifilia Baraka, mateso yake, fufuko alishindia. Nikikuwa yule wake, kwake nikiaminia. Nakaza mwendo nipate, kulishika yake Kristo. Sijafikia nasema, pia sijakamilika. nikisaha ya nyuma, na kaza mwendo kufika. Mbele nikiyatazama, kwa shauku nitafika. Na kaza mwendo nipate, kulishika yake Kristo. Bali ninaendelea, bila kukata tamaa bu kupokelea kuu ya wito kujaa kwa Kristo kuendelea tumaini tutatwa nakaza mwendo nipate kulishika yake Kristo nakaza mwendo nipate kulishika yake Kristo kaza mwendo nipate kulishika yake Kristo. Amina.